Usiku wa kuamkia leo kulikuwa na taarifa ya madai juu ya kutekwa kwa Thadei Kweka, mtanzania anayeishi nchini Marekani ambaye alikuja huku nchini Tanzania huko Moshi. Kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na Liberatus Mwang'ombe ambaye ni mtanzania anayeishi nchini Marekani, alieleza madai ya kutekwa kwa Thadei Kweka Moshi. Hata hivyo, jeshi la polisi liliibuka hadharani na kuweza kuzungumzia kazi hiyo ambayo ilionekana kudaiwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii huku taarifa ya jeshi la polisi ikiweka bayana. Kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi, makao makuu ya polisi jijini Dodoma, ilieleza kwamba jeshi la polisi Tanzania limemkamata na linamshikilia Thaddei Sabino Sikweka mwenye hati za kusafiri namba C2385 83 50 si mwezi wa 12 2025 majira ya usiku huko mkoani Kilimanjaro. Mtume huyu amekamatwa kutokana na tuhuma za jinai zinazomkabili mojawapo ikiwemo uchochezi ambao ni kinyume na sheria za nchi. Uh, taratibu za kukamilisha ushahidi ikiwa ni pamoja na kupata maelezo yake juu ya tuhuma hizo unaendelea, ili hatua nyingine za kisheria ziweze kufuata. Imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi, makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Hili ni taarifa ambayo ilitolewa na jeshi la polisi kufuatia kuwepo kwa madai ya e, kutekwa kwa Thadei Kweka ambaye ni Mtanzania anayeishi nchini Marekani ambaye sasa yupo nchini Tanzania.